ya uh, athari za kiafya ugidaji wa pombe. Lakini basi kosta za gongana na kuwaka moto, basi na kosta za gongana na kuwaka moto, hiyo na baadhi inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi, kimewaka majimboni, hiyo e, ndio habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi, kimewaka majimboni, e, system ya funga pazia kwa mafuriko ya wagombea ubunge, lakini Makonda rasmi Arusha Jesca Magufuli eh, Kadogosa eh, Nyalandu wakoleza moto, lakini Bulaya rasmi CCM Bunda, lakini Kaboyoka atua ACT. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kimewaka majimboni. Lakini nyuma ya pazia kamanda Siro kupewa Kigoma, e, nyuma ya pazia eh, kamanda Siro kupewa mkoa wa Kigoma. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari lakini tukiachana gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti gazeti lako la Habari Leo, gwiji la habari na lenyewe linaandika mpango, migogoro ya kimataifa ifunze nchi za Afrika ushirikiano. Migogoro eh, ya kimataifa ifunze nchi za Afrika ushirikiano, ili habari ukurasa wa nane. Lakini Samia ataka uwekezaji zaidi kwenye kilimo huyo ni Rais Samia Suluhu Hasan ataka uwekezaji zaidi kwenye kilimo. Habari inaendelea ukurasa wa pili wa gazeti lako la habari leo, na ukurasa wa nne wa gazeti la habari leo: ajira za uchaguzi 2025 INEKI yataka waadilifu kuitokeza, ajira uchaguzi 2025 INEKI yataka waadilifu kujitokeza. Lakini ukurasa wa pili wa gazeti lako la habari leo ninaandika uh, giza uh, marasi kusimamia uh, azibana TRC si Ngorongoro lakini asema SGR ya mizigo ni njia ya kuinua uchumi. na ndaishimie agusiwa mazingira uwekezaji Tanzania. Na kuna habari inayosema wasomi wanasiasa wakoswa, eh, wakoshwa na utendaji wa Samia miaka minne. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Na Bulaya Hersi Arafat yochomoza fomu CCM. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo, gwiji la habari kwa asubuhi ya leo, ukurasa wa mbele tukichana na gazeti la habari leo tuangazie kwenye gazeti lako la Mzalendo lenye na tuandikia habari kubwa inasema vikumbo vya fomu CCM. Makala aonya lakini waziri asisitiza umuhimu wa ushirikiano serikalini na rais Samia Suluhu Hasan atoa maagizo manne. Rais Samia Suluhu Hasan atoa maagizo manne, lakini makamu wa rais atoa neno mjadala Abuja lakini kuna habari inayosema sababu za watu kulia kwa furaha eh, sababu za watu kulia kwa furaha afungua kiwanda cha mbolea Dodoma. Ni nani huyo? Lakini habari kubwa inasema afungua kiwanda cha mbolea Dodoma. Lakini kuna habari inayosema kunguni mdudu asisikia dawa eh, kunguni ni mdudu asiyesikia dawa eh, na habari kwenye gazeti la Mzalendo lakini Zanzibar leo gazeti lako linaanza na habari inayosema serikali kushirikiana na wadau sekta ya afya, e, serikali kushirikiana na wadau sekta ya afya. Lakini sistemu yafungua pazia uchukuaji wa fomu, sura mpya vijana watawala majimboni. Lakini Dr Samia e, kasimamie ni amani, serikali kuendelea kuwapatia wananchi huduma nishati. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele, pata elekele yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukichana na gazeti la Zanzibar leo kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa gazeti la Kola, gazeti la Mzarendo kwenye kurasa za michezo linaandika Yanga Black Stars ubabe ubabe Zanzibar. Lakini Harrisi Arafati wajitosa ubunge na Ombeni Msomi aliyefanya vyema katika sanaa. Lakini huko kimataifa eh, ni PSG Inter Miami hapatoshi eh, kwenye eh, ligi kombe la dunia Uh, inasema PSG Inter Miami hapatoshi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za michezo. Na gazeti lako la habari leo lenyewe linaandika Yanga Singida nani bingwa FA. Hilo ni gazeti lako la habari leo linaandika Yanga Singida nani bingwa FA. Lakini bado kuna habari inayosema Mtwara Pwani za tinga nusu finali UMISETA. Mtwara Pwani za tinga nusu finali UMISETA na ratiba, uchaguzi SRT hadharani. Ratiba ya uchaguzi SRT hadharani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la habari leo. Lakini watengeneza filamu wahadharishwa. E, watengeneza filamu wahadharishwa. Debora hapa kulipa kisasi kwa Asia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako e, kwenye kurasa za michezo. Lakini habari kubwa ni Yanga na Singida na e, ni bingwa FA leo huko visiwani Zanzibar. Lakini tuendelee kuangazia kwenye gazeti lako Eh, gazeti lako la Zanzibar leo lenye linaandika Yanga Singida Black Stars kucheza fainali ya CRDB leo. Yanga Singida Black Stars kucheza finali ya CRDB leo, lakini Beki Simba athibitisha kumaliza mkataba. Eh, Beki Simba athibitisha kumaliza mkataba na Black Sela kujenga uwanja wa kisasa. Black Sela kujenga uwanja wa kisasa lakini bado kuna Heroes. Lakini uh, habari kubwa ni Yanga na Singida Black Stars kucheza fainali CRDB uwanja uh, wa Amani Zanzibar. Gazeti la michezo na lenye asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema mpanzo na mwenzake wana wiki mbili. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti. Nasema mpanzo na mwenzake wana wiki mbili lakini hii wanabeba, eh, huku ni kocha wa eh, Yanga na kocha wa Singida Black Stars, na habari imeandikwa hii wanabeba, akiwa mwali anaonekana eh, huko Zanzibar, lakini rekodi za toa hukumu kali kwenye fainali ya CRDB, fainali kombe la shirikisho FA ni saa mbili na dakika kumi na tano lakini strika Azam agusia ukuta bara, strika Azam agusia ukuta bara lakini Mbeuno ni kama imeisha, eh, hiyo ni Manchester, eh, kusajiliwa Mbeuno ni kama imeisha. Lakini habari kubwa kwenye gazeti hili ni hii wanabeba, lakini mpanzo na wenzake wana wiki mbili. Hiyo ni habari kwenye gazeti la MwanaSpoti kwenye kurasa za michezo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti la MwanaSpoti kwenye kurasa za michezo ndio litafunga usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema.